Uh, kipindi A1 ni habari na uchambuzi. Vilio vyaibuka nchini Tanzania juu ya balozi au mwenyekiti, bila shaka, Tundu Lissu juu ya kusema kwamba tukio lililotokea la kunyimwa chakula. Leo hapa studio nipo na wageni ambao tutashirikiana katika bega kwa bega katika habari ya uchambuzi huu wa kuhusiana na mwenyekiti Tundu Lissu juu ya kunyimwa chakula. Nipo na mchambuzi um, namba moja ambaye ni mheshimiwa Alex Mwamtobe karibu sana. asante, asante. Pia namba mbili nipo na Justin Kashililika karibu sana asante sana. kwanza kabisa awali ya yote nimefurahi kuwaona na kuonana na nyie pia. Tunashukuru na asante, asante sana. Asante. asante sana, nadhani tumeweza kusikia na kuona katika mitandao ya kijamii juu ya matukio ambayo yamekuwa yakivuma kila mitandao kitembelea huku kitembelea huku na maoni ya tazamaji pia na wasikilizaji katika magrupu e, ambao tumeweza kuyasikia mitandaoni pia kuhusiana na balozi au mwenyekiti Tundu Lissu e, kwa tukio ambalo limetokea mahakamani siku ya leo. Bila shaka mmeweza kuyashuhudia hayo mambo kabisa, sawa sawa. Hali ya yote, ningependa mjitambulishe zaidi, ili kwamba waweze kuwafahamu kwa undani wapenzi wasikilizaji wa Alama wa Global. Na mimi majina yangu naitwa Alex George Mwamtobe ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ndani na nje ya nchi so, so, lakini ni mtaalamu pia wa mikakati ya kivita asante sana. Karibu sana. Asante. Kwa majina yangu naitwa Justin Antony Kashililika ni mchambuzi mbobevu wa masuala ya siasa mm, uongozi pamoja na historia Sawa sawa, asante sana. Nimefurahi kabisa kuwaona, nadhani hata jamii pia imeweza kuwafurahia pia uwepo wenu hmm. Asante bila sam, shaka, mmekuwa wageni wa muhimu kwetu na mmekuwa wachambuzi wa muhimu kwetu, na, na bora zaidi, siku ya leo sitaenda mbali sana na matukio ambayo yametokea siku ya leo. Nitaanza na kwako mheshimiwa Alex Mwamtobe mama. Kwa mtazamo wako, tukio la mwenyekiti kuingia mahakamani bila kula linaashiria nini kwa upande wako? Um, kwa upande wangu ni tukio ambalo sio zuri, ni mm. tukio baya. Kwanza kabisa ni uvunjaji wa haki za binadamu. Sawa sawa, kwa sababu eh, mheshimiwa alikuwa pale mahakamani mm. lakini alikuwa anashughulisha ubongo wake kwa ajili ya kupambana ili aweze kujitetea na kesi ngumu inayomkabiri ina, ina mm kama alivyoweza kuzungumza mara kwa mara kwamba ile ni kesi ngumu na ni kesi kubwa namba moja katika nchi hii. Ndiyo. nafikiri ni kesi ni ya tatu e, kama sio nne, ni ya tatu kutoka nchi hii imezaliwa na kuitwa nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ni kesi ambayo akizembea, anaweza kanyongwa. Sawa sawa. Kwa anahitajika kutumia akili nyingi sana na kibinadamu unavyotumia akili nyingi mm. Eh, maana yake mwili unadhoofika sasa. Sasa kama mmeweza kukaa toka asubuhi mpaka muda ule wa saa tisa, yeah. Hajapata chochote na analazimika rudi tena, ili aendelee kukabiliana na wale mashahidi mm. Tafsiri yake kwamba anaweza akapoteza pia umakini wa kuweza kujenga hoja. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba ni tukio ambalo sio tukio zuri mm. na alipaswa kupatiwa haki yake ya chakula ili aweze kuliwaindi kuli aweze kupata nguvu nyingine, ili akili yake iweze kusensi vizuri, ili aweze kukabiliana na wale mashahidi ambao wako pale mahakamani. Na utaona kwamba alivyotamka tu lilo tamko kwamba sijara chakula mm, na simanzi zimetokea pale, vilio vimetawala na kuna watu mpaka wamezimia. Hivi tunavyozungumza tuna dada yetu mmoja kutoka anatokea Mbeya, nafikiri ule dada amezimia na mpaka hivi sasa hivi yuko hospitalini anatibiwa. Sawa sawa, na Bwana Alex Mwamtobe, unadhani kunyimwa kuto kupewa chakula mwenyekiti kiti e, Tundu Lissu ni kosa la kiutawala au ni kitendo cha kisiasa kisi, kisi, kisi ni kosa la kiutawala kwa wale watu ambao wanashughulika wana na hilo swala, kwa sababu walivyopata eh, ile beki, nafikiri wale wengine wote walienda kula mm na sasa, kama yeye hakwenda kula peke yake wakati wengine walienda kula, niseme tu kwamba ni uvunjaji wa haki za kibinadamu. Kwa hiyo pia ni kutokumtendea haki mtu ambaye ni kiongozi wa ki, mkubwa wa chama cha upinzani nchini, lakini pia yuko magerezani takribani ta, miezi kumi, lakini pia jamii nzima yeah, ana so. watu ambao pia yana, wanakuwa wanamfuatilia mm lakini kile kitendo cha yeye kuibua lile jambo pia e, kisiasa limeweza kuibua mambo mengi ambayo yanatendeka, kwa sababu nafikiri kama utakuwa umefuatia pia kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba watu wengi wa aina yake, yani maabusu wengi huwa wanafanyiwa vitendo kama vile kwa hiyo Tundu Lissu kitendo cha kuwepo pale mahakamani sio kwamba anajitetea yeye tu He, anaitetea jamii kwa ujumla Maana kile kitendo anachokuwa mm. na kifanya mm. na pale kama alivyokuwa anazungumza na nyinyi kwamba kwamba pamoja mm. anajitetea anajitetea yeye na hukumu ya kutokunyongwa mm. lakini anatoa darasa pale mahakamani yeah. kwa moja darasa ambayo tumelishuhudia leo ni pamoja na kuipigania hii haki ambayo walio wengi huwa wanakuwa na wananyimwa mm kwa hiyo yeye alikuwa anajipigania ndio, na ndio maana utaona kwamba anasema alikuwa anasema kwamba mimi niko tayari tuendelee, lakini anatoa taarifa kwamba nimenyimwa chakula, sijapewa, nina njaa. Maana yake sio yeye tu alikuwa anajipigania yeah, anapigania jamii mm, kwa ujumla kama ilivyotokea kwa, kwa wale mashahidi pale kwenye kizimba. Nafikiri ameweza kupambana kwa muda mrefu kuhusu huyu shahidi wa asili kwamba yeah, shahidi kwa aweze kuonekana angalau hata uh, majaji waweze waweze kumuona Kile kitendo cha majaji kuamuru kwamba ile ile kile kizimba kirekebishwe, tafsiri yake sio kwa ajili ya Tundu Lissu pekee, ni kwa ajili ya vizimba vyote ambavyo huwa vina vinafanyika kwenye mahakama zetu za Tanzania, maanake tayari vinakwenda kurekebishwa. Kwa hiyo kile kitendo cha Tundu Lissu kupigania ile haki, anajipigania haki ya kwake hmm. lakini anapigania haki ya watu wengine wanaofuata nyuma yake baada ya ile tukio. sawa sawa. asante sana Nitakugeukia Justin Kashililika. Nadhani na, umeweza na. kusikia <laughs> alichoongea mister, hey, mister yetu hapa nimemsikia vizuri sana ya. Kwa upande wako wewe, hili swali nalichukuliaje? Kwanza, kitu cha kwanza ambacho tujue mm. e, Tundu Lissu. sawa sa, sawa alikuwa na haki cha kwanza ya kupewa chakula kama jinsi ambavyo mm, tumeona tukio ambavyo limekwenda. Ni, ni haki yake kimsingi kabisa asilimia mia moja, mm, lakini sasani nataka tuongee jambo moja. Unajua watanzania tuspende kuangalia upande mmoja hiyo, mm, tuna feri lakini kitu cha msingi ambacho takiwa tukijue, Tundu Lisu ni nani? Tundu Lisu yeah ni mwenyekiti mm -hmm. wa chama kikuu cha upinzani Tanzania, sawa sawa. Mwenyekiti ambaye leo hii dunia tunavyosema, imemulika macho yote yako hapa Tanzania na kazi ya magereza mm -hmm. wale ambao wanamleta pale sawa. kitu cha kwanza wanachodili nacho ni kulinda uhai wa Tundu Lissu mm. kwa hudi na uvumba um, sawa sawa, umenielewa okay. Yeah. si kitu kingine chochote kile umenielewa. Na ndio maana umeona pale mm. majaji wameleta black time, black time. Mm. wameruhusu kwamba akapate nini, chakula mm -hmm. lakini kule imeshindikana tena kupata nini, chakula mm. si kwa ubaya si kwamba labda wana nia na Tundu Tundulisu. Nimesema cha kwanza ni kuhakikisha usalama wake huko nini vizuri, hmm. Wale wana utaratibu wao yeah, wanamna wanavyohudumia watu ambao wako kwenye ma wako maabusu wenye changamoto kama za Tundulisu na wengine. Kwa hiyo ingekuwa ni ngumu sana E, unaweza ukawa na Tundu Lisu ameomba kwamba bana watoke magereza pamoja na dadake ambaye alikuwepo mle ndani mm. Lakini ujue huyu ni mtu ambaye ni mkubwa, huwezi ukabeza ukubwa wa Tundu Lisu Tanzania mm. Ni kiongozi mkubwa umenielewa. Kwa hiyo wanapambana kulinda cha kwanza uwahi wake kuliko jambo lolote lile na ni jambo ambalo lisingewezekana hata angeenda na dada yake kutafuta chakula, kwamba aje kupewa nani? Tundulisu, ni sababu za kiusalama, okay. Sio kwamba kuna namna yoyote, ni sababu za kiusalama kulinda kwanza uhai wake ndio kitu cha kwanza. Ah, kwa Justin. Naam, na unaweza kuniambia sawa, wamesema kwamba wanalinda uhai wa kiusalama wa Tundulisu. Na unaweza kuniambia kabla ya hapo yeye mm. Magereza walishinda kuandaa chakula chake mapema na akijua kwamba siku ya leo Tundu Lissu atakiwa ingie mahakamani katika kizimba kizito, je walishindwa wenyewe kumwandalia huduma yake ya kwanza kwamba apate chakula? Ah, nafikiri jambo la kwanza ambalo tunaweza kwa sababu hatuwezi kubeza, ndo maana mtaalamu hapa amezungumza kwamba eh, ni funzo ambalo liko ndani ndani yake, si ndio? Mm. Eh, mimi nafikiri kwa sababu tayari hatuwezi tukalizungumzia sana, kwa sababu hili mm, jambo limeonekana, hatuwezi tukajua kwenye kesi ambazo zinaendelea labda kesho na na siku nyingine umenielewa? mm. lakini tuchukue tu hii ya kwanza ambayo tumesema kwamba zipo sababu za kiusalama za kuhakikisha kwamba uwai kwanza wa mwenyekiti Tundu Lissu nafanyaje unalindwa una na ndio maana isingewezekana kwa namna yote kwamba apate chakula kutoka inje ya nini ya gereza. Na maana pale chakula kingepatikana kingepatikana nje ya mifumo ya, ya sheria ya mambo ya, ya magereza. Yule tayari uko maabusu, chakula anachopata kinahakikiwa wapi? Maabusu na yule ni kiongozi, awezi akapata chakula from lawyer tu pale pale, hata kama angekuwa na njaa kama alivyosema kweli, akiyakula anayo, lakini sasa isingewezekana kwa namna yeyote yule kulingana namna yeye alivyo na ukubwa wake na namna ya kiusalama anavyolindwa naona, unaona, uliwaiona, tunashuhudia tuna, tuna namna ambavyo akishuka <laughs> akishuka tu kwenye nini kwenye gari mm. namna ambavyo ulinzi wake unafanyaje unakuwa mm. Mm. Ambavu, jake, ni jambo ambalo ajai kufanya nini kutokea, mm. swali tunajiuliza, Tundu Lissu ana uwezo wa kukimbia? Hapana, kwa namna alivyo ana uwezo wa kukimbia, sawa so, sawa so. hana uwezo wa kukimbia lakini cheki magari, namna ambavyo yanamzonga, cheki namna magereza, namna ambavyo wanakuwa kea, umenielewa mm, ni kwa sababu tu za kiusalama, ana uwezo wa kutokea mtu mwingine. Watu wengine wanajiuliza kwenye ukiangalia kwenye media, kwenye TV, wanasema hivi, hawa magereza wana akili, wanasema hivi, wana akili kweli? Huyu mtu awezi kukimbia, lakini wanamzonga, wanamzunguka, wanamzonga na ulinzi mkali. Hapana, wanaamini kabisa kwamba Tundu Lissu wana uwezo wa kukimbia, isipokuwa anaweza akatokea mtu yoyote au mwenda wazimu, yote umenielewa, kutaka kuchafua image either ya serikali au na mambo mengine, akatokea tu mtu mwingine akamzu akamzuru. Yes, na ndio maana wao namzunguka sana. Kwa hiyo ndio maana hata chakula asingeweza kupewa kwa namna yeyote. Mimi kwangu mimi, nawapongeza sana magereza, kwa sababu wamesimamia kile ambacho wanatakiwa wafanyeje, wakifanyi mfano, angepata chakula angepata chakula nje ya gereza, anakwenda kule wapi, gerezani. Mm, au kasikia jambo lolote pale, aidha kuna hitilafu yote imeanza katika mwili wake, au changamoto yote imetokea ingekuweje? Kwa sababu lisu ana maadui mpaka hata kwenye chama chake nje kwa, kwa, kwa ya chama wapo. Unadhani ni naweza haki gani za binadamu zinagusa moja kwa moja na tukio hilo? E, ni haki gani za binadamu mwenyewe zinamgusa moja kwa moja kwa tukio ambalo limetokea kwa mwenyekiti wa Tundu Lissu huyo? Nafikiri... Haki ya kupata chakula haiko kwa binadamu tu peke yake. Mm. Kupata chakula hata mifugo tu, mfugo na ufuga nyumbani yeah. unapaswa upate chakula, na ndio maana kuna sheria za za wanyama. Watu wanaosafirisha ng'ombe, kama ushaiku kuwafuatilia, kuna kuna masaa ambayo hauruhusiwi kusafirisha, wakikamatwa na wale maafisa wanyama mida ya mchana wanachukua hatua. Kwa nini? Kwa sababu ule muda wale ng'ombe wanapaswa wasimame sehemu wale, then waendelee na safari hmm. Kwa hiyo binadamu si wanyama, kile kiumbe chochote kinastahili kipate chakula kwa muda unaotakiwa. Sasa tumbulisu kwa ule muda, kama alikuwa ajapa ajala chakula, ajana chai asubuhi, ajapata chakula, kama nivyokuwa nimezungumza mwanzoni, uwezo wa kufikiri huwa unadhoofika, unapotea kidogo. Mtu anapaswa apate chakula sababu, nina uhakika wale wote ambao walikuwa wametoka pale walienda kupata chakula. Kama wote walipata chakula huyu mm, kwa nini wasimpatie chakula? okay, na sasa, kama ni masuala ya kiusalama ninakubaliana kwamba kiusalama ni kweli ingepaswa kwa hivyo mm, lakini wale magereza mm, walipaswa kujua kwamba huyu mtu tunayekwenda naye anastahili kula. Kwa hiyo walipaswa kujiandaa kama walivyoweza kuamuru majaji kwamba siku nyingine msirudie hivyo, na hata leo walipaswa kufanya hivyo walipaswa kumletea chakula kutoka huko magereza, magereza ili aweze kula chakula baada ya mapumziko mm, then waendelee na ile kesi, kesi. Maanake leo kesi imeweza kusitishwa kwa sababu tu ya chakula, ya chakula. Mm, tayari yule mtu yuko magereza maanake leo hii kesi na miezi kumi leo kasikilizwa ni shahidi wanne sasa wow. Tayari kuna gepu wameendelea kusababisha mtu aendelee kukaa magereza kwa sababu ya uzembe mdogo mdogo. Maanake yule shahidi huyu watano wa pengine leo angesikilizwa kesho tungevuka shahidi mwingine tayari mtu anaendelea kukaa magereza kwa sababu ya uzembe mdogo mdogo, kwa hiyo ni kitendo ambacho kwenye haki za binadamu sawa sawa zimevunjwa. Na mpenzi mtazamaji wa Alama Global, endelea kuandika maoni yako juu ya tukio hili ambalo linaendelea kungaza au kutembea katika mitandao ya kijamii. Nipo na Alex Mwamtobe pamoja na Justin Kashililika, tunaendelea kuchambua hizi habari moto moto. Ah, kwa Justin Kashililika na, na, ah, nadhani kwa jamii tukio hili linaathiri vipi taswira ya heshima na utu? Kwa ujumla, kiangalia kwa, kwa taswira ya kibinadamu ya mafikirio ya watu kwa kweli linaleta uzuri na, na sio nzuri katika mafikirio lakini kitu cha msingi ambacho lazima watanzania tufike hatua tuelewe kwamba yule ni mtu mkubwa w Tundu Lissu ni mm, mtu ambaye usalama wake ni kitu muhimu kuliko kitu chochote kwa wakati mwingine. Ni vizuri wa Tanzania tukapata kuelewa tukapata kuelewa vyombo hivi vya usalama vinapokuwa vinatimiza majukumu yao, unanielewa mtangazaji, yani jambo la msingi ndemwalapoau nimezungumza nimesema kwamba hivi wa Tanzania atuwezi kujiuliza tukajifikilisha, kwamba tu wesu hana uwezo hata wa kukimbia? Umenielewa mm? Ana uwezo lakini, vipi mbulizi wake, vipi maagali yanamsindikiza, msindikiza ya mwizi, kwa sababu ya kuhakikisha usalama wake kwa sababu katika miongoni mwa wale anaweza akatokea tatizo yoyote, akamfanya jambo lolote, taswira mbaya itakuja. Ni kwa nini? Ni kwa serikali, umeelewa kwao? Mm. kwa namna yote, kwa mazingira yoyote, chakula Tundu Lissu asingeweza kupewa nje na utaratibu namna walivyompangia pale mahabusu. Kwao ni swala la uelewa tu. Watanzania wajue wapate kuelewa kwamba Tundu Lissu ni mtu mkubwa

yule Tundu Lissu akipata shida ile leo, yaani wote magereza zakaafari. <coughs> Sasa kajesti, nikusimamishe kidogo, na wamesema ni ndalauri tena, mara ni kwanza niliuliza swali sube, sube, kujibiwa kwa, kwa, kwa ufasaha zaidi, na wamesema ni tatizo la kiusalama. Je, magereza kama wao ambao wanaandaa chakula kwa ajili ya viongozi wao, mfano wanamwandalia Lissu pia pia na wafungwa wengine, wao kwa upande wao je muda wao wa kula? Ili kwa sababu mtu anakwenda mahakamani, msingi msingi ikiochaula na kwa kesi ambayo ina inamsimamia ina, ina, Tundu Lissu ni kesi kubwa ambayo inatakiwa mtu kama anaenda pale yeye, ameshiba amekuwa akishiba, ndio anaweza kujibu kitu kwa wakati, ni kesi kwa wakati sasa na ujue vizuri zaidi. Sasa kwa upande wako, unataka kuniambia kwamba wako kama wasimamizi wa huyo Tundu Lissu. Je, waishiwa vipi kupatia chakula kwa wakati ili kwamba apate chakula iingia pale, asiumakasijpaptichakula nafikiri ili jambo mchambuzi mwenzangu hapa aisha liibia kwamba ni jambo ambalo alijazoeleka katika utamaduni wetu wa Kitanzania ambao tunaona, tunazungumzia kwenye maka nyingi sana yeah. Hatuwai kuona kwamba hata kama mtu ameenda vipi, kwamba yule mtu ambaye yuko mahabusu akapata chakula, lakini kwa, kwa, kwa sababu <tara> ya hoja mm. mbwishelik. hii ya kisheria, na tumeona majaji wakisema kula ni haki yake, mrudishie akapate hili chakula. Nafikiri mchambuzi wenzangu wamesema ni jambo ambalo limejitokeza, maanake katika kujifunza, ndio maana nimesema kwamba kwa sasa hivi kwa sababu limetokea, tuwachane nalo mm -hmm. ila sasa Tutakari. kwa sababu si bado tundulisi huko mahakamani yeah. <laughs> tutaona nini kitakachoendelea, afu tutakuja mm. kupata nini cha kufanya nini cha kuweza kuzungumza Sao. nafikiri mi yangu ndo yamekaa namna hiyo. Asante kaka Justin. kama tunajamaliza unalipa la kuongezea kaka Alexi? Ah, mimi la kuongezea tu ni kwamba eh wale wanaosimamia kesi kama hizi hasa jeshi la magereza waweze tu kuepuka zile lawama ndogo ndogo, ndogo zilizoweza kujitokeza kama leo, kama nilivyoweza kuzungumza kwamba kinaweza kikaonekana ni kitu kidogo, lakini kwenye jamii kikawa na madhara. Watu wazima pale mahakamani leo wamemwaga machozi, lakini sio kumwaga machozi tu, tunaona yeah. kabisa kwamba kuna dada kazimia pale yeah. kabebwa mpaka kupelekwa hospitalini Manake tayari kaathirika, afya yake imeathirika. Kwa hiyo wajiepushe na vile vitu ambavyo wao wanafikiri ni vidogo, lakini kwenye jamii vinachukuliwa kiukubwa. Sawa sawa wapenzi watazamaji wa Alama Global, ulikuwa na mimi Rebecca Esbon, pamoja na Justin Kashililika na Alex Mwamtobe ambao tumeweza kushirikiana bega kwa bega kwa habari ya uchambuzi huu. Tutaona na wakati mwingine, usisahau kusubscribe, kutuma maoni yako mafupi na kuuliza maswali mbalimbali tutaweza kuyajibu hapa studio. Asante.